Uh, Liban tunaelekea tena kwake kama umwangi uko Nyeri, ambapo kikao cha kukusanya maoni kuhusu makadirio ya bajeti katika kaunti hiyo kilitibuka ghafla baada ya wakaazi waliokuwa wamefika kutoa maoni yao kughadhabishwa na mapendekezo yasiyo wazi. Kilipoanza kikao cha kukusanya maoni kuhusu makadirio ya bajeti ya kaunti ya Nyeri ya mwaka wa kifedha 2025 2026, kila kitu kilikuwa shwari. Yalipoanza maswali, hata hivyo, kikao kikatibuka. Kisa, makarani wa bunge la Nyeri waliofika kuongoza shughuli hii hawakuwa na majibu kuhusu kati ya makadirio yaliyoko kwenye bajeti hiyo ya shilingi bilioni 8.5 kuna nyumba ya governor ambayo imepewa imetengewa pesa hapa ambayo imejengwa kutoka 2018 raia wanauliza hii nyumba ya ya governor ambayo inatengewa pesa kila mwaka imeishi kujengwa kwani haishangi na inapewa priority aje kando na kuongezea fedha zenyewe katika hospitali yetu. Waliofika hapa wengi wakiwa ni wa kizazi cha Gen Z wakiwataka wawakilishi wadi wao ama kamati ya bajeti katika bunge la Nyeri kufika kwenye kikao hicho baada ya kubainika kwamba hawangepata majibu ya maswali mengi waliokuwa nayo kuhusu miradi ambayo haijaelezwa. Wameishi kutuambia word word specific project. Word specific project. No, tunataka watuambie kani barabara ya Kiawara kutokea Blue Valley iende ishikane ishikane ikiingia huko town, tunataka waspecify hiyo ni project gani, na tunajua huyo ni mlango wa wizi umefunguliwa, sababu ukiambia specific na ujaambio ni gani hizo project hizo, watarudi nyuma, wataenda kujenga nyumba zao, wataenda kujenga barabara zao. Kama watu wa Nyeri tungetaka tujue ni project gani ni inaenda wadi gani? Hamaki yao ikizidishwa zaidi na shilingi bilioni mbili nukta sita pekee ambazo zimetengewa maendeleo kwenye mwaka wa kifedha unaoanza Julai mosi huku zaidi ya robo tatu ya bajeti hiyo ikitengewa matumizi ya kawaida na zaidi mishahara ya wafanyakazi. Kama nyumba ya gavana imeishi pale miaka naenda miaka rudi, lakini kwa saa hii inasemekana inatakiwa mamilioni ya kuweka krini ndio iweze kupanda ghorofa ya pili, na wamekuwa wakipanda pale na mguu sasa. Imekuwaje ati hospitali haina dawa, lakini hiyo nyumba ya gavana inataka kutengenezwa iwekwe mashini ya kupandisha hawa wazee. Kama Ruring'u, hatuna hata nasari hatuna, hatuna ECD, miaka tangu tupate uhuru Kenya, miaka kumi ya miaka kumi na sita ya devolution, hata hata nasari ward. Gavana ajenge hata kanasari. Kama Mwangiro Ninga ya Citizen kutoka kaunti ya Nyeri. Kutoka kaunti ya Nyeri tuelekee tena kaunti ya Busia ambapo shinikizo